Ya yeah, uh, kwa masikitiko makubwa ni waletee taarifa ya ndugu yetu huyu ambaye ni sehemu ya wana kikosikazi cha injili kule Dodoma ambaye hajulikani alipo kwa sasa tokea juzi tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Taarifa za kupotea kwake ama kutoweka kwake kwenye machoni pa watu ama kutoweka kwake katika halaiki haziko moja kwa moja zenye namna ya kujulisha ameelekea wapi, lakini tunaweka wazi haya, ikiwa kuna mtu yeyote ambaye anaweza akawa eidha amehusika ama anaweza kuwa na lolote la kufanya la kuhakikisha huyo ndugu yetu anapatikana ama kutupa taarifa ya fahamu yuko wapi. Mm, ni kwamba mazingira yake ya kuondoka na kuto kuwepo ilikuwa ni siku ya tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi ambayo asubuhi majira kama ya saa nne saa tano alimwaga zake mtumishi ambaye yuko pale Dodoma Mkonze alimwaga kuelekea Dodoma mjini, ambako e, ni kama huo walikuwa wanatumia mali fulani kufanya kazi fulani. Sasa katika kuondoka kwake, kwa aliondoka peke yake, jioni alipokuwa ametafuta kwenye simu ilionekana simu yake haipatikani, na haikuwa kawaida ya simu yake kuisha chaji. Lakini maelezo ambayo yalikuja kupatikana baadaye ni kwamba ile siku ya tarehe ishirini na moja wakati ule kijana huyo mtumishi ameondoka pale Nkonze, kuna watu wasiojulikana walifika kwa miongoni mwa majirani wa pale kansani na kumuulizia, kwamba walifika wakiwa na picha kwenye simu kumuulizia kwamba mnamfahamu huyu mtu, na kama mna mfahamu, je, anasali hapo kwenye hilo kanisa? Lakini pia katika kumuulizia kuna mfahamu anasali hilo kanisa basi wakasema, sisi tulinunuaga uwanja hapa lakini e, tunashangaa kwa nini wamejenga kanisa kwenye uwanja wetu. Kwa hiyo tunataka walau tuende kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa atueleze imekaaje. Lakini kwa kuwa yule e, jirani alikuwa anafahamu ule uwanja ni wa mchungaji Mbarikiwa, alishtushwa na maelezo yao japo hakuweza kuwa na picha wala na chochote cha hao watu kulingana na mazingira yake, ambayo e, kimsingi hakuwa hata na hizo simu kubwa. Lakini baada ya wale watu kwenda pale kanisani, na wao wakafika pale wakachukua kama namba za simu, na baadaye wakawa wameondoka. Lakini tokea hapo ndio jioni, huyo mtumishi hakuonekana tena na simu zake zikawa hazipatikani. E, tunakiri kusema tunafahamu kwamba huyu mtumishi ambaye ni mmiliki wa peji na jina la jicho la Mungu Tanzania kwa jina lake lililoko Facebook ni mtumishi ambaye alikuwa akitetea watu walionewa kwa namna mbalimbali mbali na kwa mamlaka tunazokuwa nazo, mtu anayekuwa anatetea watu anaingizwa kwenye kundi la mwanaharakati, ama anapambana na serikali, ama lugha nyingine mfano wa hizo. Katika kitabu cha Nabii Isaya 1:17, jifunzeni kutenda mema, atakeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa. Mteteni yatima haki yake mteteni mjane. Kuwasaidia walioonewa na kutaka hukumu na haki ni sehemu ya wajibu wa mchamungu yeyote, ni sehemu ya wajibu wa mchamungu yeyote ambaye anaweza kawa anataka e, maisha ya uchamungu yatokee juu yake. Lakini pia katika Mithali 31 mstari 8, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, watetee watu wote walioachwa peke yao. Sasa si tunachokisema ni kwamba e, watu wanaokuwa wanafanya mema kama watu wa Mungu tunaweza kuwa kuwatesa, kuwateka, kuwaua, lakini inawezekana ikawa sio mwisho wa vilio, sio mwisho wa machozi, na sio mwisho wa, wa namna mbalimbali mbali, ambazo zilikuwa zinalalamikiwa kuendelea kulalamikiwa. Nafikiri tungekuwa tuna haja ya kufikiri namna bora zaidi ya kushughulika na vitu hivi mmesiamini, kama yeyote anayelalamika jambo lolote analalamika kwa sababu tu za labda ya kisiasa au kile ambacho mnaweza mkaita sijui nini uhaini. Uh, unajiuliza sasa, kijana wa miaka 25 atakuwa muhaini hata atapindwaje nchi? Ana jeshi? Ana nini? na vitu vingine vingi mfano wahii. Kwa hiyo kuwa kuwatesa ama kuwachukulia hatua watu mfano hao ni kujiingiza kwenye kuji historia ya watu ambao waliwahi kuwatesa watu wa Mungu zaidi waliwahi kuwanyanyasa watu wa Mungu zaidi. Kwa kuwa patulipo sasa, kuna watu wa Mungu kwa namna mbalimbali. Baadhi yao wameondoka kwenye mazingira yao kwa hofu tu ya kufia vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikaendelea juu ya maisha yao. Haya yote yanakuwa natoa ishara kwamba tungetakiwa tukae chini tujitafakari. Je, kweli hakuna njia nyingine bora ya kushughulika na vitu hivyo? Na e, njia pekee iliyopo ni hii tunayoiona? Ukweli ni kwamba inaweza kuwa hapana. Njia bora zaidi ya hiyo inaweza ikawepo, na tungetakiwa kuifikiria hiyo mara mbili mara tatu na kuona e, njia hiyo inaweza ikafanyikaje? Ama inaweza ikafanikiwaje? Inaweza ikawaje? Ni wito kwa yeyote anaweza akawa edha anahusika, ama anajua chochote husiana na kutekwa kwa ndugu huyu kwamba iza ama kuwatesa watu wa Mungu kwa namna yote ile, sio suluhisho. suluhisho, suluhisho lingekuwa tufikirie mara mbili mara tatu, yale yanayozungumzwa <coughs> yana ukweli kiwango gani? E, yanaweza akafikirika kiwango gani na yakafanywa utatuzi kiwango gani? Eniwa, anyway, niseme tu kwamba Mungu mhukumu wa haki ni karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake na maisha yake aliishi duniani hii. Ni sauti ya mtoto wamtolie kutoka gerezani, ikiwa mwenyewe naaria kutoka mahabusu ya polisi kisema itengenezeni njia ya Bwana, isheni mapitio yake kwa Bwana mhukumu wake ukaribu kuja kumpa kila mtu sawa na kazi na maisha yake. Hii ndio maana le neno